Hili ni pumziko kutoka kwa Pasta Andygunyu, linazungumza kuhusu uzao sehemu ya tisa. Uzao ni jina lenye sura moja ya uwepo. Uzao ni jina lenye sura moja iliopo na hiyo sura moja iliopo ndio ambayo inatambulisha au inatambua jina uzao. Na hiyo sura moja iliopo ndio ambayo inatambulisha au inatambua jina uzao na kufanya jina uzao linatambuliwa au linatambulishwa na sura ya ongezeko. Narudia hapa tena jina uzao linatambuliwa au linatambulishwa na sura ya kuzaa au kuongezeka. Sura ya ongezeko ndiyo utambulisho wa uzao. Sura ya ongezeko ndiyo inayotambua uzao. Kwa hiyo unapozungumza kuhusu uzao, moja kwa moja unakuwa umezungumza kuhusu sura ya ongezeko. Unapozungumza kuhusu uzao moja kwa moja, sura ya ongezeko inakuwa imezungumza au imekutambua au imekutambulisha. Kwa hiyo uzao ni sura ya ongezeko ongezeko ni sura ya jina uzao na kufanya popote pale upo ukiwa umeongezeka hapo, popote pale ulipo upo ukiwa umeongezeka hapo, na kwa jinsi ya kuwa umeongezeka hapo, kwa jina ndiyo huitwa uzao. Iwe ni mtu umeongezeka katika dunia na anga lake lote, na kwa jinsi ya kuwa umeongezekapo ndio kwa jina huitwa uzao. Ni mume umeongezeka kwa huyo mke, haukuwepo kwa huyo mke umeongezeka kwa huyo mke. Kwa jinsi ya sura ya kuongezeka huko wewe mume, ndio huitwa uzao wa huyo mke. Wewe mke, huyo mume hakuwa na wewe mwanamke, au wewe mke, lakini kwa jinsi ya wewe kuongezeka kwa huyo mume au huyo mwanamume, ndiyo katika jina lako wewe mke huitwa uzao wa huyo mume. Katika taifa lilikuwa halina wewe na kwa jinsi ya kuongezeka katika taifa hilo, umeitwa ni uzao. Katika jina hilo ni sura iliyoongezeka, ni sura ya mwanamke iliongezeka kwa mwanamume, ni sura ya mwanamume iliongezeka kwa mwanamke, ni sura yako wewe mtoto iliongezeka kwenye familia hiyo, kwa baba huyo, kwa mama huyo, kwa taifa hilo, kwa ukoo huo, kwa babu huyo, kwa bibi huyo kwa jilani huyo kwenye kila uwepo wa chochote ni sura iliyoongezeka. Emtambua jambo hapa kwamba unapozaliwa kwenye familia hiyo tu tayari umeongezeka kwa baba huyo kwa mama huyo kwenye familia huyo kwenye kila aliye mwenye familia huyo, akiwa ni huyo ndugu yako, utaitwa mdogo mtu kwa hiyo umeongezeka ukiwa kwa yule shangazi yako, utaitwa kwa jina hilo. Ukiwa kwa baba yako yule mdogo, utaitwa hivyo, kwa kuwa umeongezeka. Kwenye taifa umeongezeka kwa jina husika, kwenye dunia umeongezeka kwa jina husika, kwenye mbingu umeongezeka kwa jina husika, popote katika uwepo wa chochote umeongezeka kwa jina husika na kufanya kwa jinsi ya uwepo hapo ulipo ni uzao, ikimaanisha umetambulishwa, umetambuliwa kwa sura ya ongezeko. Umetambulishwa au umetambuliwa kwa sura ya ongezeko, ikimaanisha nini? popote pale ulipo wewe ni uzao na umekuwa uzao kwa kutambuliwa kwa kutambulishwa na sura ya ongezeko. Taifa linatambua umeongezeka, baba anatambua umeongezeka Mama anatambua umeongezeka, dunia inatambua umeongezeka, mbingu inatambua umeongezeka, neno lile linatambua neno hili limeongezeka, neno hilo linatambua neno lile limeongezeka, yani uwepo wote unatambua umeongezeka, na kufanya kwa kutambua kwamba umeongezeka moja kwa moja umekuwa ni uzao wa utambulisho huo wa ongezeko. Kwani ni nani wa kupinga kwamba wewe haujaongezeka kwenye familia hiyo, wewe haujaongezeka kwa ndugu zako hao, wewe haujaongezeka kwenye kijiji hicho, wewe haujaongezeka kwenye taifa hilo, wewe haujaongezeka kwenye kila dini, wewe haujaongezeka kwenye dunia, wewe haujaongezeka popote pale, kwa kuwa ukiongezeka tu katika dunia tayari umeongezeka kwenye kila dini ukiongezeka tu katika familia hiyo kwa baba yako huyo, tayari umeongezeka kwenye kila dini, kwenye kila taifa, kwenye kila jumuiya, kwenye kila kundi, kwenye kila serikali. Ndiyo maana serikali inakutambua iwe ya mbinguni, iwe ya dini yoyote, iwe ya kundi lolote. Ndiyo maana inapopanga mipango yake ni lazima ikuguse fedha, inapopanga mipango yake ni lazima ikuguse, kwamba umko wangapi, upo kwenye uzao huo ulioongezeka. Kwa hiyo fedha imeongezeka kwako, kwa kuwa imetambua ongezeko hilo. Dunia katika mipango yake imejua ongezeko lako na mipango yake imeongezeka. Kila serikali imejua ongezeko lako, imekutambua kwa kuongezeka kwako kwa sura ya ongezeko, na kufanya kila mpango wake uendane na kuongezeka kwako, kila mpango wa fedha, kila mpango wa mali, kila mpango wa mwanamume, kila mpango wa mwanamke, kila mpango wa chochote, kuendana na sura ya hilo ongezeko lako, kwa kuwa sura ya ongezeko hilo ndiyo utambulisho wa wewe uliye uzao kuanzia kwa baba huyo, kwa mume huyo, kwa mke huyo, kwa familia hiyo, kwa ukoo huo, kwa kabila hilo, kwa taifa hilo, kwa kundi hilo, kwa dhehebu hilo, kwa dini hiyo, kwa dunia hiyo, kwa mbingu hiyo, kwa sayari hiyo, kwa neno moja, kwa uwepo huo kwa kuwa popote pale unapotambuliwa na sura ya ongezeko, moja kwa moja tayari umetambuliwa katika uwepo wote, umetambuliwa katika dini yoyote, umetambuliwa katika dhehebu yoyote, umetambuliwa katika ulimwengu wote, umetambuliwa katika ardhi yoyote, umetambuliwa katika uwepo wa chochote, ikimaanisha kila kitu katika mpangilio wake kinajua kuna ongezeko, mpangilio wake kuendana na ongezeko la kuongezeka kwako katika sura hiyo ya utambulisho, si mpaka ufanye kile na kile ndio uwe ni uzao wa dini hiyo, uzao wa kabila hilo, uzao wa familia hiyo, bali kwa uwepo tu hapo kwenye nyumba hiyo, tayari umetambuliwa na kila dini, na kila dini inafanya mpango bajeti yake mambo yake yote yaendane na ongezeko hilo la kuongezeka kwako. Kila uwepo wa chochote unafanya mpango umefanya mpango umekamilisha mpango wa kuendana na ongezeko hilo la kuongezeka kwako, ni nini kinachofanyika? Ni sura ya ongezeko ndio utambulisho wako, ndiyo inayokutambulisha kwamba wewe ni uzao wa dhehebu hilo, uzao wa dini hiyo, uzao wa kabila hilo, uzao wa taifa hilo, uzao wa kijiji hicho, uzao wa mbingu, uzao wa dunia, uzao wa uwepo ni sura ya ongezeko, na sura ya ongezeko ni huo uwepo wako hapo, popote ulipo, kwani ulipo umeongezeka. Hakukuwa na mtoto umeongezeka wewe mtoto kwa mzazi, na kwa kuongezeka wewe mtoto kwa huyo mzazi, tambua, kama mzazi hakuwa na mtoto, hata babu hakuwa na mjukuu, hata yule mama hakuwa na mkwe, wala hakuwa na mkwe yoyote hata lile taifa halikuwa na wenye taaluma hiyo wa jinsi yako hiyo, kwa jina lake. Hata kabila halikuwa na wewe kwa jinsi yake, na kufanya kwa ongezeko tu moja la kuwa katika familia hiyo ya kuzaliwa na baba huyo ya kuzaliwa na mama huyu, ya kuwepo katika hapo, popote ulipo umeongezeka kwa sura, ni sura ya ongezeko, na imekuwa ni sura ya ongezeko kuanzia kwenye utambuzi wa baba kwamba wewe ni mtoto wake, wa mama kwamba wewe ni mtoto wake wa babu, kwamba wewe ni mjukuu wake, wa taifa kwamba wewe ni wa taifa hilo. Ni utambuzi na kwa jinsi ya sura inayokutambulisha ya ongezeko ya sehemu moja tu, moja tu, moja tu, akatambua wewe ni nani katika jinsi yoyote Baba tu akatambua wewe ni mtoto wake. Kwa utambuzi huo, tayari uwepo wa popote pale umekutambua kwa jina lake, umekutambua kwa sura ya ongezeko. Kwa jina lake, babu moja kwa moja anakutambua ni mjukuu ongezeko la jina hilo. Mama kwa jinsi yake anakutambua kwa sura ya ongezeko, ukiwa mtoto wake wakeo wa kike au wa kiume. Shangazi anajua kwa jina lake wewe ni nani. ndugu zako kila mmoja kwa jinsi yake, ni kaka ni dada, anajua ni ongezeko lipi kwa jinsi yako, na kufanya ni sura tu ya ongezeko ya uwepo wako hapo iliyokutambulisha inayokutambulisha inayokutambua na kufanya uwepo wa chochote umekutambua wewe katika sura ya uzao wake, popote pale ulipo na kufanya chochote kile, kwa kuwa wewe ni wa uzao wa sura ya kuongezeka wewe kwao, kila kitu kipo katika kujibajeti, kila bajeti ya chochote, kila maisha ya chochote, kuendana na ongezeko hilo ndio kuendana na ongezeko hilo. Ndio maana mama mjamzito, mama akipata tu ujauzito au mwanamke akipata tu mimba, moja kwa moja dalili zinamlazimisha kwanza atambue kwamba damu imetambua mwili umetambua basi na fikra zitambue kwamba una mtoto tumboni. Kwa kutambua tu una mtoto tumboni, moja kwa moja ulimwengu wote umetambua, katika jinsi yake ni lazima ikulazimishe, kuna ongezeko la sura ambaye ni uzao hata ukatai vipi, itakulazimisha utajua tu, kwa kuwa sura ya ongezeko inakutambulisha kuna kitu kimeongezeka. Kipe jina katika jina lako, kuna kitu kimeongezeka na kufanya uzao wa kuzaa na kuongezeka, kifedha, kimali, kichochote kiafya si cha kutafuta, kimewekwa moja kwa moja. Ndio maana mama ambaye au ni mwanamke aliyepata ujauzito huanza kuona dalili ya utambuzi, kuna kitu kimeongezeka tena cha faida chenye kukupa jina, chenye kukupa utukufu, chenye kukupa furaha, chenye kukupa raha, na kisha mtoto huyo kutambulika kwamba ni mjamzito. Na kwa kuwa ujauzito, mama hawezi ka kimya, husema kwa mume kwamba nina ujauzito wako. Hata asiposema itamlazimisha kusema, hata asiposema, uwepo wa sura ya ongezeko umeshasema na kufanya kwa vyovyote vile Baba katika bajeti za kuishi kwake, kujua kuna ongezeko la kuendana na kilichoongezeka. Ndivyo ulivyo wewe, ulio uzao wa uwepo wote, kabila, taifa, dini zehebu kila kundi, dunia, mbingu, yaani ya uzao wa uwepo wa chochote katika jinsi ya jina lolote, kwamba popote ulipo wewe upo kwa kuwa ni uzao unaotambulishwa na kutambuliwa na sura ya ongezeko, ikimaanisha hapo ulipo upo kwa kutambulishwa na kutambuliwa na sura ya ongezeko. Na kwa kuwa jinsi hiyo, wewe ni uzao wa sura ya ongezeko, moja kwa moja wewe ndiye pumziko la sura ya ongezeko, ndio pumziko la kuongezeka kwako, ndio pumziko la kila sura ya ongezeko, ikimaanisha uwepo wote. Narudia hapa, narudia hapa, kwamba ulipo ndio uli pumziko la sura ya ongezeko linayokutambulisha lina au kutambua, na kisha wewe kuwepo hapo katika jinsi ya jina hilo ulio ni uzao na si ongezeko au uzao wa baba huyo tu, familia hiyo tu, bali uzao wa uwepo wa kila chochote chenye sura, kwa kuwa wewe umetambuliwa na sura ya ongezeko. Na kwa jinsi ya wewe kutambuliwa na sura ya ongezeko basi ukiongezeka sehemu moja sehemu zote zimeongezeka, uwepo wote umekutambua kwa sura hiyo ya ongezeko, nawe kuwa ni pumziko la sura yoyote ya uwepo wowote, ikimaanisha ni tunda au pumziko au raha ya sura ya kuongezeka kwako, ikimaanisha ulivyo hapo katika jinsi hiyo, wewe ni pumziko au ni raha ya kila sura iliyopo, si kwa kufanya chochote, bali kwa jinsi hivyo ulivyo, ndiye pumziko au raha ya kila sura iliyopo ya kila jinsi ya sura iliyopo kwa kukutambulisha na kukutambua kwake, kwa kuongezeka kwa kwako, ni baba, ni mama, ni taifa, ni dini, ni dhehebu, ni kabila, ni vyovyote vile au chochote katika jinsi ya kuwepo kwake. Basi kwa neno hilo wewe uliye uzao ndiye uliye pumziko au raha ya sura ya ongezeko, kwa kuwa ni tunda au unaotambulishwa au kutambuliwa na sura hiyo, ikimaanisha umetokana na sura ya ongezeko. Basi leo hii inaishia hapa katika sehemu hii ya tisa. Usikose wiki ijayo, sehemu ya kumi, inayohusu uzao kutoka kwa pasta huyo Andygunyu. Tazama mahubiri haya na somo hili kupitia ukurasa wa YouTube kwa jina la pumziko au pumziko moja, napo usisahau kushare na au kushirikisha kukomenti kuweka mawazo yako fikra, pamoja na kuraiki chaneli hiyo na kila ujumbe ulio katika mtandao au ukurasa huo, kwa ajili yako hioele, kwa ajili yako wewe uli uzao ambao sasa upo katika pumziko basi, na pumziko kwako wewe uliye uzao, na aliwe kwako kwa hata sasa, pasipo kukoma, kwani ulipo umetambuliwa kwa sura ya ongezeko.